Ni mwenyekiti wa kitongoji hmm. Changamoto inayopata wananchi wangu ni kwamba miundo mbinu ya barabara ambayo wakati wanatengeneza barabara hii hii barabara mpya pale juu kwamba maelekezo kwamba wameelekeza mitaro yote imekuja huku kwa wananchi, kwa hiyo imekuwa ni shida, maji yote ya mvua yanaingia kwenye makazi ya wananchi wetu, kwa hiyo ni kwamba wananchi wetu so sasa hivi nyumba nyingi zimeshaingia maji mafuriko yameingia, watu wameharibu vitu. Kwa hiyo sasa hivi wananchi wetu wana adha ya maji yaliyotokea hapa. Ni kwamba kama serikali sasa hivi iangalie utaratibu wa barabara hii, kwa sababu barabara ni kama imeshakufa hii, useme sijui amekosa mwelekeo sijui ni mtengenezaji wa barabara ama nini, ila changamoto tunayopata kubwa hapa, mvua zikinyesha, sisi huwa tunakaa kwa kusikilizia kwamba haya maji yanakuja yanapata yanaingia sehemu gani, kwa sababu yanaweza yakatuathiri. Na wakati mwingine, asubuhi, watoto wakati wanaenda shule, watoto wanateseka, lazima mzazi utoke nyumbani uje umvushe mtoto barabara aende shule. Kiukweli sisi wananchi wa Mabogini tunateseka, tunateseka sana juu ya haya maji na hizi mvua zinazoendelea ingia siku ya pili leo, bado hatujafanya tathmini kubwa, isipokuwa kuna nyumba za watu zaidi ya kwenye kitongoji cha Mauru na kitongoji cha Kisangani Sangani B, nyumba zaidi ya mia tatu zimeingia maji, bado hatujaweza kuhamisha wale wananchi, kwa sababu nao wanajitahidi kujisaidia kwa namna moja ama nyingine kuweza kutoa maji kwenye makazi yao. Kile kikubwa pia, ukienda upande wa Mawala kwenye skimu hiyo, ukiitazama ile skimu ya Mawala nayo imevamiwa na maji na makazi ya watu pia yameingiliwa na maji na athari ni kubwa, kwa sababu mawasiliano ndio kitu cha msingi, na ukanda wetu wa tambarare tunategemea kilimo pamoja na ufugaji. Kwa hiyo kwa leo, mifugo haiwezi kutoka na watu wawezi kwenda kwenye uzalishaji wa kilimo na kufanya shughuli nyingine za kiuchumi. Ki, ki, ki bahati ya kuja kutembelea maeneo ambayo yamepata mafuriko na kwa ushahidi wote, tume tulikuwa wote tangu asubuhi tumeona athari ambazo zimepatikana. E, tumeanzia kwenye kituo cha afya cha Profesa Masenga, mmeona jinsi maji yalivyoingia kwa wingi na kuvunja na kuharibu mali. Zoezi hilo tulisitisha, lakini tumetembelea maeneo ya barabara ya Kahe, Mabogini, tumeona athari kubwa ambayo imepatikana, lakini nimetoa maelekezo kwamba sababu tunajenga ile barabara, tumeanza kujenga ile barabara na inafika hatua kubwa sasa ya kumalizika, kwamba wale wana yale maji ambayo yamezuiwa na wale wakulima Eh, yasizuiwe na badala yake watu wa Tarura sasa watengeneze mtaro ambao utapeleka maji mpaka, eh, mtoni, kwa ajili ya usalama wa barabara yetu pamoja na usalama wa, wa, wa mashamba yao. Lakini leo tumekuja hapa, mnaona kuna kituo cha, cha Mwasa kiko hapa, chote kimevamiwa na maji, kwa hiyo hata hawa wafanyakazi hawezi kuingia tena kwenye, kwenye eneo lao la kufanya kazi. Sasa athari ni kubwa, barabara zimeharibika lakini kama alivyosema pia DC kwamba tunajitahidi kuhakikisha kwamba miundo mbinu ya wananchi inarudi kwenye hali yake, ili angalau waweze kufanya shughuli zao za kujiletea maendeleo. Kwa hiyo nataka nitoe wito kwenye mkoa, mvua zinaendelea kunyesha kwa wingi sana kwenye mkoa wetu e, na tumegawanyika kuna tambarare na kuna milimani. Kwa hiyo nataka ku, kuwaomba pia madereva wachukue tahadhari kubwa wanapoendesha magari huko milimani, na kwa sababu tumeshapata Ee, tatizo kubwa la misiba miwili ambayo imetokea hivi karibuni, niwaombe ee, sana kuchukua tahadhari zaidi kupunguza athari hizo. Ndio maana mnaweza mkaona kule toka asubuhi tuliokuwa tunapita na watu wetu wa Tarura tayari wako site wanaendelea kuhakikisha ee, mitaro ile inazibuliwa ili kuchepusha maji kuto kwenda kwenye makazi ya watu, basi yaingie kwenye mkondo ambao inakwenda kuruhusu maji kufika katika ee, mito yetu mikubwa, mto Rau pamoja na mto Karanga ukiwa katika hii njia ya, ya, ya njoro huko kwa hiyo katika maeneo hayo yote kazi inaendelea kufanyika. Lengo ni kupunguza hizo athari ambazo zinaendelea. Lakini katika ile maeneo yote ambayo ni hatarishi kama hapa mnapoona daraja hili la Mewaleni limekatika. Kwa hiyo tunaendelea kutoa wito wananchi wajue kwamba barabara hizi sasa hazipitiki. Kwa hiyo wasije wakalazimisha kupita kwa lazima kwa sababu wanataka kufika katika maeneo yao baadaye ikatokea athari kubwa sana. Athari ni kubwa sana. Tarura tatisha jionea kuhusiana hii athari ambayo imetokea. Kwa hiyo tutakuja na timu yetu kwa ajili ya kufanya tathmini, kuangalia changamoto ni nini. Baada ya kujua changamoto ni nini, then tutaweka kwenye mpango wetu, angalia kitu gani ambacho tunaweza tukafanya kutokana na athari iliyotokea. Nadhani hili swala pia tutashirikiana pia na watu wa Ruwasa pamoja na watu wa wa skimu na watu ambao wote, oh, wanahusika katika hii scheme, nadhani tuta, tutashirikiana nao kuangalia jinsi gani ya situation ambayo imeweza kutokea tokana na mvua ambazo zinaendelea kunyesha katika wilaya ya Moshi. Asante.